Shamba hili la maparachichi lililoko Meru limenawiri. Hata hivyo, kipo kitisho kilichojificha kinachovamia matunda haya. Kifaa hiki kinachotumia miale ya jua ndiyo suluhu kwa wadudu wanaovamia maparachichi usiku. Mwangaza huwavutia nondo ambao wanadondoka kwenye beseni la maji ya sabuni, kama anavyoelezea Mutuma Muriuki, mwasisi wa Ecobristo BT inayotengeza mashine hii. Hiki kifaa kinasaidia kumaliza wadudu wa shamba bila kuathiri wadudu ambao wa ni, ni wa maana kama nyuki kama vipepeo. Hao ni wadudu wa mchana, so hiki kifaa kinamaliza kina wadudu wakati wa usiku. Usiku huu sasa kuna false codling moth, hiyo be beseni na iko na maji ni ya kushikilia hawa wadudu. So wakikuja wapepee hapo ha -ha, karibu na kifaa wanaanguka wana hapo ndani Mutuma Murioki ni mshindi wa tuzo maalum za kuunga mkono teknolojia na uvumbuzi kwenye kilimo. Agnes Kavata ni meneja wa uvumbuzi na vijana katika shirika la Haifa International linalotoa tuzo hizo, na anasisitiza kuwa hatima ya kilimo iko mikononi mwa vijana kama mradi huwa, tukianza tuna wasupport na kama stipend. Lakini mradi ikiisha, hao vijana washashikana na wakulima lakini bado hatuwezi endelea kuwalipa. Ndio sababu tunaleta private sector, ndio waweze kushikana na wao, na wametengeneza network ya wakulima waweze kufikisha services na teknolojia humo chini wakilipwa kupitia kwa au private sector. maparachichi haya aghalabu huzo Ulaya inayoweka vigezo vikali vya usalama mintarafu utumiaji wa madawa. Wakulima wa wodi ya Abogeta West wamegeukia matumizi ya kifaa cha kunasa nondo ili kuokoa zao lao la parachichi. Kenywa Kanata ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa parachichi huko Abogeta West na anausifia uzinduzi huu. E, wakulima wengi wa hii kikundi yetu wameadapt hii teknolojia ya solar trap. E, tayari najua wakulima zaidi ya hamsini ambao wako na hii teknolojia na bando ni teknolojia mpya kwetu na inaendelea ku -ku adapt and ina farmer. Nondo wamekuwa wakiwatatiza wakulima wa parachichi ambao baadhi walipoteza tani nyingi za zao hilo. Uzinduzi huu umewaweka wakulima wa parachichi katika nafasi nzuri sokoni hasa Ulaya.